Leo hii ni siku ya harambee, na mi mmenialika kusimamia hii harambee. Harambee hii ni muhimu sana, ambalo linakwenda kuimarisha malengo makubwa au lengo kuu la umoja wetu. Nikuwa nanong'ona hapa na mwenyekiti kuhusu umoja wetu, moja ni kusaidiana, kufahamiana, kutambuana kushirikiana kwenye shughuli zote za kijamii ya mtu mmoja mmoja au ya kwa umoja wetu, mkaenda kufikiria kupata kiwanja mjenge shule ambayo watoto wenu watasoma na watoto wetu watasoma. Hilo ni jambo kubwa, jipigeni makofi mengi sana. Lakini eneo lingine ambalo mmelizungumzia ni eneo la mazingira. Haya yote mlioyafanya na mlioyapangia kuyafanya kama jumuiya ya ULIDA yanaungana na jitihada za mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambayo anaifanya kwa Watanzania, anawatumikia Watanzania, na hili nitaenda kumweleza kwamba watu wako wa ULIDA ambao wako wanafanya kazi kubwa ya kuunga mkono jitihada zako mheshimiwa rais. Leo hii mnachokwenda kufanya mwenyekiti Mchungaji Jackson ni kikubwa mno kuliko jengo ambalo nyie mnategemea kwenda kuliona. Sisi kama serikali, kwa niaba ya mkuu wa mkoa, kwa niaba ya rais wetu, tunawashukuruni sana wanaulida kwenye hili. Kwashamge rasmi, mimi najua namna gani unatakiwa utekeleze ahadi zako. Tulikuwa tuna mpango wa kujenga shule ya kisasa ya watoto wenye mahitaji maalum shule ile. Thamani ya eneo tuliyokubaliana ilikuwa ni shilingi milioni arobaini. Uongo kweli? Milioni arobaini, yoye, oh. Lakini tukajiwekea malengo pamoja na kwamba itapatikana milioni arobaini, mimi nikasema nitawakaba wazee wangu kaka zangu ndugu zangu kwenye mkutano wa tarehe ishirini na moja Tuje kutimiza ahadi yetu, tuliwaahidi wenzetu wa Ulida. Mimi nilipoahidi kutoa milioni 40, si kwamba nilikuwa nazo, na niliwaambia ndugu zangu, si kwamba mimi tajiri, isipokuwa nina network maiki. Kwa hiyo ndugu zangu, nilipewa maiki hii kuisemea ahadi kwamba tumekuja kuitekeleza. Ya kwangu niliwaahidi siku ile, nimeiwasilisha nime, nime, nime kwa mheshimiwa mgeni rasmi asilimia mia moja, ukiwa mlezi wetu Tumefanya kazi kubwa ya maendeleo, nimeona niseme kazi zilizofanyika. Ili katika fursa hiyo hiyo, nimshukuru na wewe, tukuombe tufikishe salamu zetu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyoifanya ya kuleta maendeleo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini alitupa fursa sisi viongozi vijana yale tuliyoahidi kwenye maeneo yetu, lakini kwa usimamizi mkubwa wa Mheshimiwa rais na maelekezo na fedha zilizozileta za maendeleo tulifanikiwa kutimiza ahadi zetu. Yako mambo mengi mheshimiwa rais amefanya pamoja na utawala bora, kujenga ofisi za serikali, lakini mheshimiwa rais amefanya kazi kubwa kwenye miundombinu. Sisi kwetu Kivule, changamoto hii imeendelea kuwa adha kubwa ya wananchi wa jimbo la Kivule. Mheshimiwa mgeni rasmi hapa nimetaka kumshukuru mheshimiwa rais kwa sisi tuliyo staafu yale tuliyoyaacha, kwa maelekezo yake tayari amesaini ya mkataba wa kujenga barabara ya Banana Kitunda Kivule mpaka Msongola, kilomita kumi na sita. Piga makofi mengi wa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Washonge rasmi, nilikuwa naongelea ustaafu wangu na kazi ambazo tumezifanya na madiwani wenzangu. Tumefanya kazi kwa kadiri Mungu alivyotuwezesha. Lakini sisi kauli mbiu yetu tunakuomba utusaidie kuendelea kufisha salamu kwa mheshimiwa rais ya Chama cha Mapinduzi ya kwamba kazi na utu tunasonga mbele. Kazi imekwisha fanyika lakini leo mheshimiwa mgeni rasmi nilikuwa nakuchomekea sasa tumekuja kwenye kipengele cha utu.